Yeah, itawezekana kwa namna gani kuweza kuhimili pressure kwa timu ambayo itakuwa nyumbani na inahitaji hizo alama tatu, kwa sababu amepoteza mchezo uliopita. Vile ambavyo mwatazama az, football ni mchezo wa moment, ni mchezo wa matukio kimsingi, kwa sababu uh, timu A na timu B pale ambapo zinakutana, timu A hata ikiwa na ubora wa kiasi gani, haiwezi ka dominate ule mchezo kwa asilimia tisini, kwa maana kwamba mpinzani hawezi kufika kwenye eneo lako lakini kwa sababu ya mazingira yaliyopo ambao Yanga wanaenda kukutana nao, unaangalia wanaenda kukabiliana na mpinzani wa namna gani. Wametoka kushinda mechi, lakini mpinzani wao alipoteza mechi tena kwa kwa idadi kubwa ya mabao kwa maana ya kufungwa nne moja. Kitu ambacho kinatokea ni namna Yanga ambavyo wanaweza wakaenda kut, kupunguza athari ili waweze kuongeza ufanisi wao wa kiutendaji kiwanjani. Young Africans ya Pedro Convales, namna ambavyo wanacheza kwenye muundo wao wa walinzi wanne, unaona haina changamoto kubwa sana ambayo wanaweza wakakabiliana nayo, kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wapo kwenye ule mfumo, wachezaji ambao wapo kwenye kile kikosi, ukitumia mrejeleo wa mchezo uliopita wa hizi timu mbili, kwa maana Yanga dhidi ya uh, mpinzani wake ambao mchezo umechezwa Zanzibar na Jess Kabiri, na mpinzani wake mchezo ambao ulichezwa pale Cairo kuna vitu ambavyo unaanza kuviona, sanaa ya kiushambuliaji kwa timu ambazo zinatoka kwenye ukanda wa UNAF, mara nyingi wanapenda kushambulia kupitia pembeni ya kiwanja, kwa sababu ndio wanakuwa na wachezaji wengi ambao wana speed, wachezaji wengi ambao wanaweza kushinda yale matokeo ya 1v1, kwa maana ya kupunguza idadi ya wachezaji, lakini ni wachezaji ambao wanajua Ku-ku-overlap na kuandala kwa maana ya kuzishambulia zile nafasi wazi ambazo zipo pembeni ya mabeki wa pembeni, lakini kuzishambulia zile nusu nafasi ambazo zipo katikati ya mstari wa beki namba 4 na namba 2 au beki namba 5 na namba 3, mara nyingi wamekuwa wakinufaika katika muundo wa kiuchezaji, hasa linapokuja kwenye swala la ushambuliaji. Sasa unakuja kuangalia katika application ya kile ambacho wamezoea kukifanya timu nyingi ambazo zinatoka kwenye ukanda wa yuna, kwa maana ya a, Afrika Kaskazini, kitu ambacho wanakifanya. Unakuja kuangalia Yanga wametoka kucheza na mpinzani ambaye alikuwa na same same story, kwa maana alikuwa na tabia zile zile. Kilicho kinachotofautisha mpinzani ambao Yanga ashamalizana naye kwa maana ya kumfunga na anayekuja kucheza naye, walikuwa natumia aina zote tatu za kiushambuliaji, kwa maana wataenda pembeni ya kiwanja, watashambulia kupitia pembeni ya kiwanja kwa maana ya kuitanua ile safu ya ulinzi iweze kutanuka, zipatikane nafasi za wazi za kushambulia ambazo tunasema ni half space. Lakini bado pia walikuwa na ubora mkubwa katikati ya kiwanja, kwa maana alikokuwa Labi, alikokuwa anacheza Mohamed Labi Limat, kapteni wao. Unaangalia kwa kiasi kikubwa, Farabat timu imetengenezwa kuanzia pale, ule ndo moyo wa timu ya Farabat. Maana yake ni nini? shinikizo kubwa la mipira mingi ilitakiwa kupita katikati ya kiwanja na Yanga aliweza kudhibiti lile eneo. Sasa Yanga alifanikiwa vipi kuweza kupunguza hizo athari? Ni kwa sababu alikuwa na wachezaji kwenye eneo la midfield ambao wametoa jasho kwa kiasi kikubwa, kwa maana waliweza kuwa na vitu ambavyo vya msingi. Tunasema kwenye mpira sometimes unahitaji kufanya vitu vya msingi tu, alafu mambo mengine yanakuja kutokea yenyewe. Uh, kuna kitabu kimoja cha aliwahi kuandika, anasema hivi, kucheza mchezo wa mpira wa miguu hii ni tafsiri sio rasmi ya Kiswahili, kucheza mpira wa miguu ni kitu rahisi, lakini kucheza mpira rahisi ni kitu kigumu zaidi. Ukiangalia namna ambavyo Yanga walikuwa wanaweza kutoka kwenye yale matatizo ambayo walikuwa wanatengenezwa Asfalabat, kilikuwa Yanga walikuwa wanatoka kiwepesi zaidi, ni kwa sababu gani? Namna ambavyo waliweza kuibox ili midfielder kwa maana walikuwa na wachezaji wawili nyuma ya viungo wa Asfalabat Lakini pia walikuwa na wachezaji wengine wawili mbele ya viungo wa Asfalabat, kitu ambacho kilikuwa kinawafanya Yanga kuwa na idadi kubwa ya wachezaji kwenye eneo la midfield kuliko wale ambao walikuwa wanakuja katika eneo hilo la wapinzani wake Asfalabat FM.